Kwa sababu hawako kwenye mazingira ambayo wangeweza na wenyewe kukutana kama hivi pata kesi, kwa hiyo tunaenda kuwapa tabasamu lakini pia tunawashukuru wanaume ambao ni wa TSN wafanya kazi wenzetu wametusapoti katika kuhakikisha kwamba tunapata vitu vya kwenda kutoa huko, hawajatuacha nyuma, tunashukuru sana. Lakini kabla hatujakata keki, namkaribisha Kaimu Mkurugenzi Mtendaji kwa ajili ya neno, kabla hatujaondoka na kukata keki na sisi mmoja kama wanaume akaili kabilan. Lakini pia naomba turejee kwenye maandiko matakatifu Luka 6:38 tunasema kwamba wapeni watu vitu nanyi mtapewa, wakitiko kile kile aeaaakiaa ni sema ya maandiko Mungu anatubariki kama wapo mtendaji mpenda ahai zetu ni wenzetu ambao tulikuwa nao mtaani, lakini katika harakati za kimaisha amejikuta wako huko. Tunawaombea na nyie pia tunawaombea sana. Siku ya leo tutumie kujitafakari, lakini pia tuangalia kwamba tunakuwa na mchangani katika taasisi yetu ii, katika taifa yetu kwa ujumla. Nawashukuru sana sana, nawapongeza sana kwenye hili. Kazi endelee. Wanawake oye Mwanamke hodari anayejiamini, baba lete chumvi, ye alete suka.